Mimi ha -ha, ni bingwa sana wa kujitetea kwamba hujamua mama yangu, lakini hakuna anayepingana na hili kwamba ushamua mama yangu. Yaani hakuna atakaye mwambia kitu akakuelewa. <coughs> mimi sio chizi, mimi najua ninachokifanya. Yaani siondoki hapa kijijini mpaka nifikishe nimeitoa hiyo roho yako, ndo nafsi yangu italizika. Nahisi umenielewa. <coughs> Lakini nini hauniamini? Amilisigafanya chochote. Wananchi, nashukuru kwa kuhudhuria katika kikao hiki, ila nilitegemea kwa watu watakuwa wengi, lakini hamna tabu. Nimepata malalamiko kwa baadhi ya watu wakilalamika juu ya swala la Hami. Wanasema ana mtaani huko sana, ndio mkazunguka, sio anajaza watu mimba, sio watoto watu na wabaka. Kwa hiyo nimewaita hapa, ili mradi nje kukuulizeni vizuri, nyewe wanakijiji, je je, swala ni la kweli au kuna mtu yoyote hapa ambaye amemwona amemfuma huyu bwana yupo na mkewe au na mwanawe? Nataka nipate majibu kwenu. Apo wanakijiji, kuna mtu mwenye chochote kitu? Amna apo? Songa, ulisema una malalamiko juu ya Hami? Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi bwana, tuna tatizo moja hapa. Kwa sababu hizi mvua zilizonyesha nyesha hizi watu wameenda shamba kupanda. Kwa hiyo ndio maana unatukuta tupo wachache hapa mheshimiwa. Lakini ushahidi upo, watu wenye ushahidi wameenda shamba tu. Ila wewe sasa, tumtaki aondoke tu huyo. Weka vipi mchukue mtu wako aondoke nayo? Mimi nadhani hamna ushahidi wa kutosha. Kwa hiyo cha msingi huyu tutabaki naye hapa kijijini, ni mwanakijiji mwenzetu atabaki hapa. Kwa hiyo ili swala limeisha. Jamani, mi naona hapa kikao kimekuisha. Sasa ndugu wananchi, mimi nadhani huyu atakuwa mwenzetu kwenye chikijiji tunamkaribisha. Kuna lolote? Mimi nadhani hapo limeisha. Ndugu wanakijiji kijiji, huyu ni mwenzetu, tushampokea kwa atakaa hapa. Tutakuwa naye kama kawaida mwana kijiji mwenzetu. Au yote naongeleka, hamna kitu. Ya uongo tu.

Ah, nimepumzika tu kwa sababu nimetoka ndani nikuja hapa, unajua yale maamuzi yaliyo yakikua kule mtendaji sio sahihi. Kwa nini? Sawa sawa, maana mimi naona kama okule kwa mtendaji imetoka hela kule, kuna hongo imefanyika kule kwa mtendaji Kaka gani? Usinipande sana kifwani, maana mimi sasa hivi naona mambo yangu tangu wewe, naona unanivurugia vurugia tu, mambo yangu yanaenda ovyo ovyo tu, mambo ovyo ovyo, ishambaai mambo nzuri tangu ufike hapa, mi mambo yangu vurugu vurugu. Sasa subiri kwanza niweke vitu vyangu ndani, ili tuelewane vizuri kwanza Bwana hapa eh, eh, sina huruma na hapa, umia, nitakuonea mambo yangu hapa nacho, wewe sina huruma wewe. Uelewe hivyo. Sio kama ninapokuona unaumia ujue kwamba t hapa mnachoiamua mimi wewe hapa mimi naenda wapi mimi nimekwambia siku nyingi yangu yakuut angaike na shamba niangaike na wewe. Konyero, sina pesa, sina tana, wana kuongopea wewe nani? isionekana kama kwa sababu umeniumia uwa mguu wako ndo uje kwa huruma hapa kwangu, uamue unilete huruma. Huruma mimi hapa? Mimi huruma na wewe sina, na leo naamua hapa, wewe leo unaondoka, unaondoka. tupatume wote pale, utaenda mguu wako utaenda kugulia huko, na maelezo mengi eiaibanapa ka owa

Dalamu, dalamu. Karibu, karibu. Eh, upo mzee? Ah, nilijua bwana umetoka, maana naona kimya kimya. Wewe mara kwanza kuja hapa? Nikaa chini sasa.

Ni kiboko, hey. Sasa bwana mimi sije kuchelewa hapa, maana kuna mambo mengi hapa. Jambo ambalo linaleta hapa mimi. Kuna kijana yule anakaa kwa mzee ngani yule, unajua yule mgeni yule? Ah, yule jamaa mgeni mgeni. Eh, yule anamwita Hamisi yule. Ah huyo ni shampaa. Sasa yule eh, yule jamaa kashakuwa tatizo katika kijiji. Eh? Yaani katika kijiji ukimsikia kisichana cha shule shule kile yanapita naye. Na kuna wale wasichana wanaekaga vifuku fuku hapa anapita nao, wakeza watu yeye. Sasa bwana, nimesikia pale kwao kafukuzwa pale, mimi yeah, nimekuja ah. <laughs> Eh, kwa sababu pale kwao sikafukuzwa. Eh, pale kwao kafukuzwa. Kwa hiyo eh, eh, kinyampoge kimfanye kama hakujui kabisa. Unajua yule bwana siuanazubahkokyo ndio naitaka mimi. Basi wewe fanya kazi zetu shughuli ndugu yangu. Unajua kazi zetu. Wa hela sasa hiyo. Ah ah. Kazi zetu na majini. Sasa bwana, mimi kwa nini usifanye mpango mimi nimekakata kwanza kwanza kule, nilete hela ndugu yangu kwa sababu hapa yenyewe muda Kweli 10000 kwanza tukabidhi mizimu kwanza hiyo kazi kwa kwa hela wewe. Kubwa usiku na mchana. la sababu siwezi kufanya. Nilipe tu. Yeah. Eh, bwana shetani ngumu. Mbona umepola namna hiyo kwa ni... kwa mizimu ndio maana kulala eh Yani, humu kwa kabizi ndo anajua. Huyu kumbe anahitaji kusaidiwa. Ah, sawa. Na wao ndo wanakuja kusaidia bani, haina shida. Ah, ndugu yangu bwana. Mm-hmm. huyo huyo sasa, imeisha imeisha sasa eh. <laughs> Yeah. Sasa, sasa. Ndugu yangu eh. Kaoni ili uongee na bizi wenyewe kabisa, ueleze matatizo yako kwa wanakuja, kukaa hapa hapa tu banani hapa Ah, mimi nitawaita mimi kichwani kwangu anapanda ah. Ili makata kama akija, makata akija machinjani, mwambie matatizo yako yote, mimi nitamwambia wao, nawaita au bedui au ndio uh. uh. wanafanya shughuli hizo kwa kwa kwa kuwa wanaweza. Sasa kama huyo machinjani kazi yake, basi wewe wewe waite <sighs> <sighs> Pacha, matatizo bado yanaendelea, ni yale yale. Ni kaka yangu mimi mwenyewe ameamua kunifukuza pale kwake <gasps> na kutaka kuniua, amenanaulia mpaka mchi kutaka kuniua. Hmm. Sasa unalala wapi? Ni hapo unapoona ndio nakulala mimi. Sikia. Mimi acha tu nilale hapa hapa; kama maiti yangu mtaiona hapa hapa. Sawa. Na kama ningekuwa na nauli ningeondoka. Inawezekana palipolala indo salama kuliko tunapompeleka hapana. Angalia, sikilizeni pacha ni, nendeni mi niacheni. Kama nikifa, mtaniona niko hapo. Sawa pacha, pacha, nenda, nenda.

Malaba, mjambo? Hatujambo. shida yenu nini? Tupe kaifa ya kumfukuza ami nyumbani kwako? Ami si mdogo wangu mimi, nyinyi anawahusu nini? Wewe mdogo wako, sisi anko wetu, sasa nini? Kama amko wenu nyinyi, anayoyafanya hapa huyo ami machafu, nyinyi hamna habari. Una ushahidi nayo ya mabaya? Ndio, nina ushahidi nao. Una uhakika kabisa? Eh. Ulimwona nao mtu wa? Watu wa hamisha niletea habari zake mchafu chafu na mimi nimeambiwa na watu tofauti tofauti tofauti na watu wazee wazima. Wa mimi. Mimi. Sonka... Ani... Ani... Ani mimi. Nini watoto, antu, antu, chukulia po we, tunavua wazeawazima awachapeni vibao hapa. Subiri kwanza, ana nini? Watakatubaka mimi ni wabake nini? Piga magoti. Mimi si sipigi magoti. Mimi ni sawa na baba yenu, mtawachapa vibao hapa yaani ukitugusa tu, tunavua nguo na nasema watubaka. Kichula kichula wewe. Kichwa chula. Basi naruka. Rudi hapa. Rudi rudi. Gala gala. Galauka. Galauka. Hivi ni wataka mnaacha nifanya mimi sawa na baba yenu, na nitaenda kuambia baba tutavua nguo sasa hivi. Tuseme na baba, niseme ningekuwa na shida au? Niondoke. Tupe jibu moja, unamrudisha hami, unamrudishi mimi hami, nitamrudisha. Oh. Ila akifanya mabaya makosa yote mtabebanyia wenyewe, na usipomrudisha adhabu hizi zinaendelea. Aya sawa. Nimekubali. Umetugomboka eh? Aya sawa, umetugomboka, yaani tondoke pacha